Habari za muda huu mpenzi watazamaji, muda huu nimewandalia somo namna kuandaa chakula cha kuku wa kienyeji kwa gharama nafuu. Usitoke, naomba usikilize mwanzo mwisho, maana kuna siri kubwa sana iliyojificha ambayo wafugaji wengi hawafahamu. Nikianza moja kwa moja bila kupoteza muda, chakula ni sehemu muhimu sana katika ufugaji kuku wa aina yote. Chakula kikikosekana katika shamba inatokea upotevu, wanyama wanakufa na uzalishaji unapungua. Katika shamba letu chakula tunachotumia, vitu tunavyochanganya kutengeneza pumba, inaonekana uzuri kabisa, inachenga chenga ndogo ndogo kama inavyohitajika, lakini kwa vitu tunavyotumia kuchanganya katika hiki chakula chetu kukikamilisha, tunatumia chumvi, tunatumia maganda ya ndizi. Kwenye kuandaa maganda ya ndizi tunayaanika kwa muda wa siku mbili hadi tatu, tunaanika kimvulini ambayo tuna baada ya kukauka kwa muda wa siku mbili hadi tatu, tunasaga na kuwa unga kwa ajili ya kuongeza nyuzinyuzi nyuzi katika chakula chetu, ambayo inasaidia katika mfumo wa mmeng'enyo wa kuku. Pia tunachanganya magamba ya konokono ambayo yanatumika kuongeza calcium, ambayo calcium hii inatumika kutoa gamba gumu la mayai ya Kuku. E, pia tunatumia chumvi ya dukani ambayo kwenye kilomia tunatumia nusu. Tunatumia paketi moja ya chumvi ya sodium chloride au chumvi ya mezani kwa lugha rahisi ili tuelewane, alafu e, tunatumia na dagaa kwa kuku wa kienyeji hawana gharama kubwa, maana unaweza ukaandaa chakula cha gharama yoyote ile. Wanakula mabaki wanaotoka sokoni, wanakula. Ili kupunguza gharama zaidi, unawafungulia wakati wa mchana nje, wanachunga, jioni unawarudisha ndani. Hii itakusaidia kupunguza gharama utumiaji wa chakula kwa wafugaji wenzangu, na washauri tengeneze chakula chenye gharama nafuu, tukuwa angalia na tukua, mgalina, mazingira unayoishi upatikanaji wa chakula, ni vitu gani vinavyopatikana kwa urahisi, vitakusaidia katika kutengeneza chakula chako kupunguza gharama. Asante sana kwa kunisikiliza, usisahau kusubscribe, kushare Comment. Ama kuuliza swali sehemu gani ujaelewa, ikuelewesha zaidi, nipo hapa kwa ajili yako. Endelea kushare comment ili na watu wengine wapate mafunzo zaidi, waweze kuelewa, waweze kuingia kwenye asimia hiyo ufugaji huku. Um, kama unavyoonekana, wengine wametaga mayai huku ili yai um,